Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo, Bwana Yesu asifiwe. Ujambo na karibu sana kwenye haya madhabahu ya Kambi Ya Wateule. Mi naitwa Mchungaji Benson Mwanza, ikiwa ni wiki ya Krismasi na pia ningependa kuomba radhi, najua kwa takriban majuma mawili hatujakuwa kwa pamoja kwenye haya madhabahu ya Kambi Ya Wateule kutokana na sababu ambazo singeweza kuziepuka lakini Mungu ameona ni vema tuweze kukutana tena hii wiki ya Krismasi, na akitujalia kuendelea hadi tukavuke mwaka unaokuja na kuendelea, kama ilivyo kawaida. Kwa nguvu za Roho Mtakatifu, kila siku unalipokea neno lake Mwenyezi Mungu, na wakati wote mimi ukwambia, ili neno likiwa la baraka kwako, weka like yako, weka comment yako, na juu zaidi pia, ukiwa umebarikiwa na unahisi vizuri, utoe, ne, utoe na hata sadaka zako utoe mali zako, tuendelee kumtumikia Mungu kwa pamoja. Imeruhusiwa na unatoa kupitia Mpesa, line ni 0792593648, 0792593648. Ukitoa pale sadaka zako Mungu atakubariki. Ukibarikiwa pia nitumie ujumbe mfupi kupitia nambari Mungu atakubariki. Na ikiwa ni wiki ya Krismasi, tunakumbuka kuzaliwa kwake Yesu Kristo, na hivyo ujumbe nambao ninakuletea siku ya leo ni ujumbe nambao unaambatana na hii wiki, tukikumbuka kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Na huu ujumbe nimeupa kichwa Neno alikuwa Mungu, ukweli wa kina kuhusu Yesu Kristo. Neno alikuwa Mungu, ukweli wa kina kuhusu Yesu Kristo. Na ningependa nisome katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza, mstari wa kwanza hadi wa nne. Na Biblia inasema, hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuweko kwa Mungu naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuweko kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo wala pasipo yeye havikufanyika chochote kilichofanyika. Mstari wa nne, ndani yake ndimo alimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Baba, Nena nasi kupitia hili neno, nena na kila nafsi. Mungu wetu kabadilishe maisha ya watu, kawape ufunuo wa hili neno lako, na likawe nuru katika maisha yao, likawe uzima katika maisha yao, wacha Yesu akadhihirike katika maisha yao. Hata tunapokuwa tunasherehekea kuzaliwa kwake siku ya Hamisi, Mungu wetu mfalme mkuu na mtakatifu, wacha akajifunue kupitia hili neno. Wacha Krismasi ikawe tofauti kati ya Krismasi zilizotangulia, maana utakuwa nuru kwa watu wako kupitia hili neno. Pokea sifa na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini, Amen. Jinsi nilikujuza hii wiki, ni wiki ya Krismasi na ujumbe wa leo nimeupa kichwa e, ujumbe wa leo nimeupa kichwa neno alikuwa Mungu, ukweli wa kina kuhusu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. mahala tumesoma, tumeona vizuri, Biblia inatuambia hapo mwanzo neno alikuweko. Angalia hapa, unaona inarejelea Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza in the beginning in the beginning, there was word. Mwanzo kulikuwa na neno. Kwa hivyo huu mstari Yohana anapoandika ili neno, anakuwa anamfunua Yesu Kristo kama neno la Mungu, anakuwa anamfunua Kristo kama neno. Na hivyo hii wiki inapoanza na kuendelea, elewa ya kwamba Yesu Kristo ni neno, na hivyo anasema hapo mwanzo neno alikuweko angalia, hajasema neno lili. Hapa neno linakuwa na uhai, linakuwa mtu. Alikuweko hapo mwanzo, neno alikuweko. Hii inarejelea jinsi nimekuambia, Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza na inatufundisha kwamba Yesu neno akuanza kuwepo wakati alipozaliwa. Najua tunasherehekea kuzaliwa kwa Yesu, lakini tuelewe ya kwamba Yesu Kristo alikuwepo kabla ya vyote kuwepo, Yesu Kristo. Tunafaa kuelewa hili, na mbaye ni neno. Hapa mwandishi wa Yohana anakuwa anamfunua kama neno la Mungu, na hivyo anatufundisha kwamba Yesu neno hakuanza kuwepo wakati alipozaliwa duniani, abali alikuwepo tangu milele kabla ya uumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni jambo muhimu la kushika wakati tunaposherehekea Krismasi, na tuelewe ya kwamba ni msimu na ambapo inatupaswa kuangazia maisha yetu zaidi, maana tunatambua au tunasherehekea kuzaliwa kwa Yesu, na tumeona Yohana anamfunua Yesu kama Neno, na hivyo ni wakati wetu wa kutaka kumfahamu zaidi kwa kulisoma neno la Mungu. Neno la Mungu ni Yesu Kristo mwenyewe, na hivyo shika hili. Yesu ni wa milele, hakuumbwa. Hivyo ndivyo mwanzo ama, ndivyo Eh, pale Yohana moja moja inatufunulia na inataka tuelewe hili. Yesu Kristo yeye akuumbwa bali alium, aliumba. Yesu Kristo ni wa milele. Yesu Kristo akuanza wakati na ambapo Bikira Mariamu alipata ujauzito wa Roho Mtakatifu, la hasha! Yesu Kristo alikuwepo kabla misingi ya dunia kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposhika hilo tunaelewa ya kwamba hata unaposoma neno la Mungu linakuwa linaelezea katika ufunuo wa Yohana, Biblia inamwelezea kama mwanzo na tena mwisho, Alfa and the Omega, the beginning and the end. Bwana Yesu asifiwe. E, Bibilia inakuwa inamwelezea Yesu vitu tofauti, na hivyo ili ni muhimu tuelewe. Tunaposherehekea Kristo sieti anazaliwa M -m. sieti Yesu Kristo alianza kuwepo wakati. Aa, Bikra Mariamu alibeba uja uzito wa Roho Mtakatifu la asha Yesu Kristo alikuwepo, na hivyo wakati wa Krismasi ni wakati wa kutafakari uhusiano wetu na huyu Yesu Kristo, na hivyo tushike Yesu ni wa milele akuumbwa. Bwana Yesu asifiwe. Katika mstari wa pili Biblia inasema neno alikuwepo pamoja na, na Mungu naye na neno alikuwa Mungu. Shika hili na, e, neno alikuwa pamoja na Mungu naye na neno alikuwa Mungu. Sasa inaelezea zaudi zaidi, na unaelewa, ili inaonyesha ukweli wa mambo mawili hapa. Shika, alikuwa pamoja na Mungu. Kuna tofauti ya nafsi alikuwa pamoja na Mungu. Mfano, unaweza ukasema ulikuwa pamoja na Benson, si kumaanisha nyinyi ni kitu kimoja. Sikunradhi, si kumaanisha nyinyi ni nafsi moja. Mnaweza mkawa pamoja na mkawa kitu kimoja, lakini nyinyi si nafsi moja, nyinyi ni nafsi mbili tofauti. Kunakuwa na utofauti wa Benson na wewe. Bwana Yesu wasifiwe. Sijapoteza mtu. Kwa hivyo Biblia inaposema alikuwa pamoja na Mungu ni kumaanisha Mungu alikuwa hapa na neno alikuwa hapa, na ambaye ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna tofauti ya nafsi. Alikuwa Mungu, angalia sasa, kando na kwamba alikuwa na Mungu alikuwa hapa na Mungu alikuwa hapa. Sasa Biblia inaendelea kusema alikuwa Mungu. Kwa hivyo kumaanisha, kwa maana alikuwa hapa na Mungu alikuwa hapa, si kumaanisha akuwa Mungu, lakini biblia inaelezea dhahiri kwamba walikuwa pamoja, Mungu na neno na ambaye ni Kristo, lakini pia Kristo alikuwa ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe, ana asili ya uungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa ndipo watu wengi si tunayua, tunajiuliza maswali kama Mungu ni mmoja kwa nini tunaangalia Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu? Sasa hapo ndo utaelewa mafundisho the, ya the trinity of God, u, utatu wa uungu yanatokana hapa. Maana biblia inasema vizuri zaidi, alikuwa pamoja na Mungu, walikuwa pamoja, hawakuwa kitu kimoja, lakini walikuwa pamoja, na biblia inaendelea kusema alikuwa Mungu. Yesu mwenyewe pia ni Mungu, ana asili ya Mungu, ana asili ya ungu, na hivyo ndio nimekuambia hapo ndipo tunapata msingi wa fundisho la utatu wa Mungu: Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na hivyo hapa tuelewe, ili tunaposherehekea Krismasi, Yesu ni Mungu kamili lakini ni tofauti na Baba. Yesu ni Mungu kamili, lakini ni tofauti na Baba. Tuangalie hili, mimi nimezaliwa na baba, mimi ni mwana wa babangu, lakini ukweli wa mambo ni kwamba tunafanana, maana mimi ninatokana na yeye, mimi niko na asilia yake, niko na DNA yake, kwa hivyo tunafanana. Kwa hivyo unaponiona utaona babangu kwa kuelezea kwa mfano na ambao tunaweza tukaelewa. Na hivyo tunaposherehekea Krismasi tuelewe ili kwamba Mungu wa Kristo ama, ama tuelewe ili Yesu ni Mungu kamili, lakini ni tofauti na Baba. Kwa sababu gani? Kwa sababu Biblia inasema, kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee huyu ndiye yesu kristo mwanawe wa pekee yesu kristo na ambaye tunamzungumzia hapa na ambaye mwanzo kulikweko na neno huyu ndiye neno tunayemzungumzia na biblia inakuwa inasoma ukisoma yohana kuteremka pale chini unaona sasa inadhihirika wazi anakuja anazaliwa katika mstari wa kumi na nne biblia inasema akachukua mwili wa mwanadamu zaliwa akawa akafanyika nyama chalitumi hilo neno akafanyika mwili neno. Na hivyo hapa tunaweza tukashika hilo kwamba Mungu uungu, ama, ama kunradhi, Yesu ni Mungu kamili lakini ni tofauti na Baba. Mstari wa tatu anatuambia alikuwepo hapo mwanzo pamoja na Mungu. Hii inasisitiza tena uhusiano wa milele kati ya Baba na Mwana. Yesu akupata uungu baadaye, amekuwa Mungu tangu mwanzo. Bwana Yesu asifiwe, amekuwa Mungu tangu mwanzo. Na hivyo katika ule mstari wa tatu unatufundisha uungu wa Kristo aubadiliki ndio maana tunasema watu watu watu ambao wamesoma theolojia vizuri wanasema alikuwa mungu asilimia mia moja na alikuwa mwanadamu asilimia mia moja Kwa hivyo uungu wa Kristo aubadiliki, hata alipokuwa msalabani uungu wake aukubadilika. Ndio maana alikuwa na uweza wa kufufuka, ndio maana alikuwa na uweza wa kwenda kuzimu, shetani akidhania amemmaliza na ndio maana shetani anazungumza kupitia kupitia askari kumbe, tungejua atungemsulubisha huyu, kweli alikuwa mwana wa Mungu. Maana hata yule mwovu shetani akumtambua, kwa sababu alichanganyikiwa, Mungu anawezaje kuwa mwanadamu? Lakini Yesu Kristo, Biblia inatuambia yeye akupoteza uungu wake hata alipoacha utukufu wote juu mbinguni akazaliwa kupitia Bikira Mariamu, na ambao tunasherehekea Krismasi. Uungu wake alikuwa hata akiwa mtoto alikuwa Mungu, Bwana Yesu wasifu. Haya ni mambo tunastahili kuyaelewa wakati tunaposherehekea Krismasi. Hatusherehekei mtoto, tunasherehekea mtoto Mungu, Mungu Mwana. Kwa jinsi Mungu aliupenda noanda, anamuita mwanawe wa pekee ndio maana anazaliwa kama mwana, maana ni mwana, na ili Mungu ajidhihirishie mwanadamu kile anachoweza kuna kukifanya, na ili hekima ya Mungu ionekane, inapita fahamu za wanadamu. Awezi akaelezeka, awezi akatambulika, auwezi ukamfafanua. Iwapo unahitaji kumfafanua unahitaji kumwelewa Mungu zaidi, unamhitaji Yesu Kristo kwanza. Huyu Yesu Kristo ndiye Neno, kwa hivyo unahitaji kulisoma Neno na ili neno unapolisoma, Yesu Kristo mwenyewe anatuambia sitawaacha kama mayatima, nitawaachia mwalimu mwingine, nitawaachia msaidizi mwingine. Na anatuambia huyu msaidizi, Roho Mtakatifu wa Mungu atakapoajilieni, mtapokea nguvu. Anasema huyu Roho Mtakatifu wa Mungu atakapo ajilieni anasema hivi atakuwa mwalimu, atawafundisha na kuwaongoza katika kweli yote. Hatusherehekei mtoto tu mm -mm. Tunasherehekea kuzaliwa kwa mwana wa Mungu, na ambaye uungu wake haukubadilika hata akiwa katika tumbo la Mariamu, hata alipozaliwa orini mwa ng'ombe, uungu wake haukubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo angalia hapa katika mstari, angalia hapa vitu vyote viliumbwa kwa yeye. Shika hili, vitu vyote viliumbwa kwa yeye, kumaanisha nini? Biblia inakuwa inatuambia hivi katika mwanzo, hapo mwanzo kulikuwa na neno. Na biblia inatuonyesha uumbaji, Mungu alisema wacha na kuwe. Na hivyo hii inadhihirisha huu mstari neno, Mungu aliumba kwa neno Yesu ndiye neno. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliumba kwa neno, na Yesu ndiye neno. Vitu vyote viliumbwa kwa yeye. Yesu ni wakala wa uumbaji, Mungu aliumba ulimwengu wote kupitia kwake. Na hivyo shika hili, Yesu ni sehemu ya uumbaji, yeye ndiye muumba. Krisimasi. Unataka akuumbie nini? Nini hilo na mbalo umeishi uking'ang'ana nalo? Yesu Kristo ndiye muumbaji na anaweza akaumba tena. Ni afya unahitaji? Anaweza akakuumbia afya tena. Unahitaji maisha yako yakabadilike? Anaweza akayabadilisha. Kumbuka akizungumza, akisema pasipo na mimi hamwezi lolote. Kristo, Biblia inatuambia vizuri, alituma neno tukapokea uponyaji. Unataka kuumba upya ni biashara yako? Unataka kuumba upya? Biblia inasema inakuwa, inasema ya kwamba inakuwa, inazungumzia alifanyika maskini tuwe tajiri. Yeye ni muumbaji. Nini hicho unakihitaji katika maisha yako Kinaye Yesu Kristo, unamhitaji, mhitaji huyu Yesu Kristo na ataumba upya. Umempokea mwamini, na ataumba upya chochote kile kimeonekana kufifia katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo hii imetufundisha vizuri zaidi, Yesu ni sehemu ya uumbaji, yeye ndiye muumba. Ninapokuwa namalizia, wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika Hakuna kitu chochote kilichopo bila Yesu Kristo. Hii inaonyesha mamlaka kamili ya Kristo juu ya viumbe vyote. Anasema nini? Mimi ndimi mzabibu na Baba yangu ndiye mkulima. Na anakuwa anatuambia vizuri zaidi. Pasipo sisi ni matawi na pasipo na yeye hatuwezi lolote. Yesu Kristo akuumba tu, lakini yeye ndiye anayeshikilia ulimwengu. Kivipi? Angalia saizi, ulimwengu umejawa na dhambi zime zimejaa. Na ukirudi pale nyuma katika agano la kale, wakati ulimwengu ulijawa na dhambi, ilikuwa ghadhabu kwa Mungu na hasira ya Mungu ikawaka, na akaharibu ulimwengu. Aliharibu ulimwengu kupitia maji. Lakini kwa sasa hivi Yesu Kristo, Biblia inatuambia yeye ndiye mwombezi wetu. Biblia inatuambia kwamba yeye ndiye anayetuombea kwa Baba, yeye ndiye aliyetufilia. Kumaanisha ulimwengu umeshikiliwa na Yesu Kristo. Iwapo siku ya leo Yesu ama iwapo Yesu angekufa kwa ajili ya dhambi zetu, iwapo Yesu atuombei basi Mungu angekuwa ashaharibu ulimwengu tena kwa maana uovu. Hebu hata wee mwenyewe jiangalie ni dhambi uovu upi umetenda, lakini bado ulisalia umesimama. Biblia inasema ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, na Mungu aendi kinyume na neno lake, na ndio maana Yesu Kristo ndiye ameshikilia, wala pasipo yeye akikufanyika chochote kilichofanyika. Hakuna kitu chochote kilichopo bila yeye. Hii inaonyesha mamlaka kamili ya Yesu Kristo juu ya viumbe vyote. Mbona uendelee kuangaishwa? Bwana Yesu asifiwe. Mbona uendelee kuangaishwa? Si umkimbilie Yesu, si umwangalie huyu Yesu? Mwenyewe akatwambia usifadhaike mioyoni mwenu, mwaminini Mungu na mniamini pia na mimi. Mungu ndiye muumbaji, kupitia mimi Mungu aliumba kupitia mimi. Kwa hivyo ukimwamini niamini pia na mimi, na ambaye niliumba na nimeshikilia vyote ambaye mimi ndimi mwanzo na mimi ndimi mwisho. Bwana Yesu asifiwe, anakuambia umwamini. Krisimasi unaweza ukamwamini huyu Kristo, unaweza ukamtazamia huyu Kristo, maana Yesu ana mamlaka juu ya kila kitu. Mbona unatishiwa na vitu? mwenda ukae kwa Yesu. Biblia inatuambia aliye ndani yetu ni mkuu kuliko wa hii dunia, na Biblia inatuambia aliushinda ulimwengu. Akawaambia wanafunzi wake, acheni kufadhaika, acheni kuangaika, mimi nishaushinda ulimwengu. Nyinyi ni zaidi ya washindi mkiwa ndani yangu. Kwa sababu gani? Yesu ana mamlaka juu ya kila kitu, akarejesha mamlaka ambayo yaliibiwa kutoka kwa mwanadamu. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, uumbaji ulipotendeka, walisema wacha akatawale, wacha akawe na mamlaka. Na hivyo Yesu Kristo, wakati unapompokea, wakati unapomkubali katika maisha yako, unapokea tena yale mamlaka uliyoyapoteza, kwa sababu Yesu Kristo ana mamlaka juu ya kila kitu. Ndani yake ndimo alimokuwa uzima. Bwana Yesu asifiwe. Hili ni jambo lingine tunafaa kuelewa. Anapozungumza ndani yake ndimo alikuwepo uzima, kwanza shika hili, si uzima tu wa kiroho. Hapa ndio tumekompliketi mambo hapa, mm -mm. Yesu anakuwa anazungumzia uzima wa kimwili, maana hapo juu tumeona vizuri, Yesu ana mamlaka juu ya kila kitu na hivyo Yesu, ndani yake ndimo alimokuwa uzima. Uzima wa kimwili na wa kiroho unatoka kwake Yesu. Yeye ndiye chanzo cha maisha ya kweli, yeye ndiye chanzo cha uhai wetu, yeye ndiye chanzo cha kila kitu. Kristo ni mtoaji wa uzima. Biblia ikasema, Yesu mwenyewe akasema haya maneno ni waambiayo ni uzima tena ni roho, ni uzima. Neno la Mungu ni uzima, neno la Mungu ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposherehekea Krismasi, ni vyema tuelewe mambo kama haya. Nikimalizia na malizia na kusema hivi, nao huo uzima ulikuwa nuru ya watu, nuru ya watu. Tunapoangalia hili neno nuru ya watu linamaanisha nini? ina maana ya ukweli. Angalia, nao huo uzima ulikuwa nuru ya watu, ulikuwa ukweli wa watu, na Biblia inatuambia ukiujua ukweli utakuweka huru. In simple, ina maana ya ukweli, wanajua ukweli, wanapata ufunuo, na zaidi, unapopata ufunuo unapata uokovu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu huondoa giza la dhambi na ujinga wa kiroho au pumbavu wa kiroho. Kwa hivyo Krismasi si wakati wa kujituma katika anasa, ni wakati wa kuruhusu nuru ikuangazie na nuru inapokuangazia, utapokea ukweli, utapokea maarifa, utapokea uokovu na utatenda dhambi tena. Upumbavu wakiroo, wa kiroho utaondolewa, maana Kristo mwenyewe anasema, yule mtu mwerevu ulisikia neno langu na kulitenda, lakini yule mpumbavu linaingilia ili sikio na linatokea ili sikio. Usiruhusu krisimasi ukawe mpumbavu, ruhusu krisimasi, Kristo tunapokumbuka kwa Yesu Kristo nuru ikakuangazie, ukapate ukweli, ukapate ufunuo revelation, ukapate maarifa ukweli, ukaelewe na ukapokee uokovu. Bwana Yesu asifiwe, ukapokee uokovu. Na hivyo namalizia na kusema Yesu ni nuru ya uokovu kwa wanadamu wote. Kwa kifupi tu katika hili neno nimefundisha kuhusiana nini? Tumeona hivi, tumeona ya kwamba Yesu Kristo ni wa milele, hana mwanzo hana mwisho, yeye ni wa milele. Tumeona Yesu ni Mungu. Tatu, tumeona Yesu ni muumba wa vitu vyote. Nne, tumeona Yesu ndiye chanzo cha uzima. Tano, tumeona Yesu ni nuru inayomwongoza mwanadamu. Kwa ufupi, kifungu hiki kinamtangaza kwamba Yesu ni Mungu aliyefunuliwa kwa wanadamu kupitia neno. Namalizia na kusema hivi, Yesu Kristo ni Mungu aliyefunuliwa kwa wanadamu kupitia neno. Siku ya leo tunapoelekea kusherehekea Krismasi, siku ya Alhamisi.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 tunaposherekea hii Krismasi wasipotoke katika anasa. Wacha Roho yako Mtakatifu msaidizi wetu akachukue usukani, akaweze na kulifunua hili neno na kutufundisha hili neno na kutuongoza katika kweli yote kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amina. Hili neno la Mungu limekuwa la baraka kwako. Wacha koment yako pale, wacha like yako pale, na mungu atakubariki. Kama uja subscribe, pia subscribe, na Mungu atakubariki. Na hivyo zaidi, ukibarikiwa unaweza ukatoa sadaka zako, unaweza ukamtumikia Mungu na mali zako, na atakubariki. Na unatoa kupitia Mpesa, line ni sufuri 792593648 +254792593648